Karibu katika himaya ya simulizi. Kaa tayari kwa sababu unapoingia hapa hutoki kama ulivyoingia. Pia usisahau kusabusi klaibu kwenye chaneli ya YouTube. Nenda YouTube, andika himaya ya simulizi. Mateso ndani ya sanduku sehemu ya saba, ilipoishia. Bosi, naona umerudi, aliongea jamaa mmoja Alionekana naye ni mfanya kazi wa pale kutokana na mavazi aliyovaa. Acha hizo wewe, shika hivi funguo. Alinipigia simu anakuja saa mbili hivyo utampa. Jina la bosi lilinipa maswali kidogo. Kumbe kaka ana ofisi kubwa kama hii na vijana wengi kama hivi. Sasa kwa nini mimi ataki kuniajili? Nilijiuliza ila sikupata jibu. Kaka alimkabidhi funguo yule jamaa tukaondoka. Safari ya kwenda kwa kaka ilianza baada ya kamwendo kafupi, kaka aliniambia maneno ambayo yalinishangaza sana. Je, ni maneno gani hayo? Tuendelee. Mdogo wangu naomba unisikilize. Huku tunapoenda ndiyo kwangu. Yale maisha mnaniona nayo nikija, nimependeza na kubadilisha magari, siyo maisha yangu halisi. Nilishtuka kidogo kusikia hivyo. Siyo maisha halisi, unamaanisha nini? Milioji kabla hajanielezea vizuri. Mimi siyo tajili kama mnavyojua na magari yale huwa ni ya wateja, ambao wamekuja kutengeneza, hivyo tunaweka mafuta na kupiga misele. Ukweli kabisa mimi sina hata basikeli. Kaka alimaliza kuongea ayo maneno ambayo kiukweli yalivunja moyo wangu. Tulifika kwake nilipajua baada ya kumwona shemeji yangu Edina. Ila mazingira ya pale yalifanya nizidi kupagawa. Maana nilizani nitakutana na jumba kubwa la kifahari, ila haikuwa hivyo. Karibu shemeji yangu jamani, alinikaribisha shemeji yangu kwa tabasamu pana kabisa. Asante shemeji yangu, nilimjibu hapo. Akampokea mumewe mfuko aliyokuja nao na kunikaribisha ndani. Niliingia ndani huku tumaini langu likiwa limekata. Walikuwa na chumba kimoja na sebule Yaani ndiyo nilizidi kuwaza, kwa hiyo mimi nitalala wapi? Mbona nimejipalia makaa ya moto? Dakweli, mtegemea cha ndugu hufa masikini. Wakati nawaza sauti ya shemeji yangu ilinitoa kwenye dimbwi la mawazo, baada ya kuniita shemeji, chakula tayari mezani. Kulikuwa na sahani za wali tatu, kila mmoja akachukua yake, tukawa tunakula. Baada ya msosi nilienda kuoga kisha nikarudi ndani sikuwa na nguo nyingine hivyo kaka alinipa nguo zake nivae utalala hapa mdogo wangu kama tulivyoongea kila kitu kitakuwa sawa nitakufanyia mpango pale gereji na wewe uje kujishikiza kaka alisema aya na kunikabidhi shuka nilikuwa kwenye sofa japo nilichelewa kupata usingizi ila sikujua muda gani nililala asubuhi ilifika shemeji ndiyo alikuja kuniamsha amosi asubuhi amka unywe chai Nilifumbua macho na kuonana na shemeji. Aaza asubuhi shemeji, nilimsalimia. Nzuri tu alinijibu huku anatabasamu. Ukweli uso wake ulionekana na furaha toka siku ya jana. Shemeji unanitisha alisema hivyo Edina. Ukweli sikumuelewa anamaanisha nini. Nakutishaje tena shemeji yangu, nilimuuliza kwa uoga. We, uoni uyo Amosi wako alivyosimama? Nilishangaa kusikia hivyo, hapo ndiyo akili ya kuangalia bukta yangu ikaja. Kweli mzee alivimba, kama unajua asubuhi ukiamka lazima umkute kasimama. Sasa kwa nini asimame mbele ya shemeji? Ah, bahati mbaya bana shemeji, nilijisemea hivyo na kutoka nje. Je, nini kitaendelea? Tukutane sehemu ya nane.